Walimfunga pingu walivyomkamatia pale kwa Kimario, alikuwa peke yake, peke yake ndiye amechukuliwa, lakini alivyokamatwa alikuwa yuko na fundi na mic na kamera. IO TV pamoja na milad.com imefika katika kijiji cha Maji ya Chai kilichopo Ilani ya Rumeru mkoani Arusha, ambapo tumekutana na mwenyekiti wa kijiji hicho Mase David Mbise ambaye amekiri kwamba ni kweli askari wa jeshi la polisi walifika katika ofisi ya serikali ya kijiji na kujitambulisha, na kisha baadaye kumchukua kijana huyo anayefahamika kwa jina la Joseph Mrindoko, na kisha kufanya upekuzi katika nyumba alikuwa akiishi na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kamera stendi, pamoja na vitu vingine mbalimbali ambavyo waliviandikisha na kisha baadaye kuondoka na kijana huyo. Mimi naitwa Hamase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai. Kilichotokea bwana, hakuna mtu aliyetekwa. Watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria, kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata, na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu, nikaulizwa location ya nyumba, nikaelekeza location ya nyumba. Kwa hiyo walipofika nyumbani kwa huyo bwana au kumkuta. Lakini kuna intelligence yao ambao walitumia wakafika pale wakapafahamu vizuri hasa ndio wakawa waka, wanamtega kulingana na uwezo wao e, alikamatwa akiwa na gari pamoja na fundi, fundi wa gari fundi mechanics nafikiri, na sisi tukiwa tupo, kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini walipofikia ofisini wakatuelekeza, waka, waka kwamba kuna, kuna mwalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka sasa. Huyu mwalifu inabidi kwamba tufate taratibu zote za kisheria za kumkamata, na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumuona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba amtambui, wa wanamtambua kwa kiasi fulani, wakamzuia na gari, wakamweka chini ya ulinzi, wakatuita kama viongozi, tukashuhudia tukajeuza tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua, wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa na vitaji ambavyo ndo wanatumia labda kwa kazi yao ya kwake ya kimtandao, kuna mike na, na kamera. Kwanza yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana, hakukaidi wala hakuguswa. Mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji na balozi pia na maelezo yameandikwa na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa, ni pamoja na vitabu. Ni matumizi mabaya mtandao. E, kwa hiyo sikosa mimi, sijui ndio ndio na nini, taarifa niliyoipata jana kwamba ni matumizi mabaya ya mtandao. Sisi tulifika pale tukajitambulisha, na wananifahamu, na mwenyekiti wanamfahamu, na balozi wanamfahamu, kwa sababu balozi huwa wanachukua michango pale mara kwa mara. Na wote wakatoa vitambulisho, wakakagua, na mimi mwenyewe nikashika kitambulisho nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari na wengine walikuwa wamevaa kiraia, nani kiraia, na wengine wal, wawili walikuwa wamevaa walikuwa wamevaa sare wamevalia sare za jeshi la polisi. Hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD, watapata taratibu zote kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani. Na vilevile vile, hata baada ya kuingia ndani mimi niliwa kagua wale maaskari vizuri mno. Nikamwambia huyu ni mwananchi wangu tayari ninamlinda kwa nani. Ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, kila kitu waliweka hapo chini. Tukaingia ndani nikiwa nawasimamia, hakuna hakuna nani ambaye aliyopatikana. Na, na sasa sijui kama taarifa mlizozipata nyinyi mmepata kwa nani labda. Jina yake na, pamoja na vitabu vyake vilivyoandikwa vimeandikwa kwa nani Joseph Mrindoko. Hata vitabu vyake yameandikwa Joseph Mrindoko. Ndio majina yake ambayo ninayafahamu. Jina la katikati pale ni gumu kidogo, pana yani yeye ya ye, alikuwa alikuwa alikuwa peke yake, peke yake ndiye alimechukuliwa, lakini alivyokamatwa kamato alikuwa yuko na fundi, na fundi naye alichukuliwa maelezo. Kwa hiyo hao wanaopotosha, ushahidi uko vizuri sasa hivi, na hata mke wake alionyesha ushirikiano vizuri, hapakuwa na shida mm. Ni mmoja tu Joseph Mtendoko ndiye aliyekamatwa, na amekamatwa katika taratibu zote za kisheria, na mimi nafikiri kwamba wananchi wa wananii wananchi pamoja na waandishi baadhi, sio nyie, baadhi ya waandishi wa habari wanaleta taharuki kwenye mitandao, wanaleta taharuki nchini kwa sababu ya hii mitandao. Mimi nafikiri kwamba ifike mahali ambapo kwamba hii nchi tutambue kwamba ni nchi yetu wote, hii nchi tunailinda sisi. Sasa tunavyoleta taharuki, kwani kuna nini? kutiwa mashaka na jeshi la polisi ni, ni kitu kigeni? kutiwa mashaka au kutiwa nguvuni sio ndio kutiwa hatiani. Kwa hiyo kesi itaendelea alafu kama kikutwa anaatia atachiwa atiani kulingana na kifungu cha sheria kwa sababu nchi inaongozwa kwa katiba. Kwa sababu huyo bajuani alikamatwa pale kwa Kimario. Alikamatwa na mapolisi ndio wakaja wakaingia huko ndani wakaanza kuujiwa hmm. Alafu gari la mapolisi ile gari ile cruiser ilikuwa limekapa ambayo ndio liliwachukua. Li, li, mm. Mm. Ile cruiser ilikuwa la aina gani? Kwa, kwa ni, kama cruiser alafu pale nyuma limeandikwa hal. Jeupe au oh, jeusi? Jeupe. Na uliona watu wangapi wakitoka kwenye hiyo gari? aina ya kuuza walikuwa ni wawili na polisi wawili mm. walikuwa kama sita hivi au saba? walikuwa wamevaa kipolisi au walikuwa wamevaa nguo za kawaida tu? wawili ndo walikuwa wamevaa kama polisi mm -hmm, au wengine walikuwa wamevaa kawaida mm. E, e, walimfunga pingu mm -hmm. Walivomkamatia pale kwa Kimario wakaja naye mm -hmm. Wakaingia nayo huko ndani akiwa amefungwa pingu mm -hmm. Tuna e, tunamjua alihamia tu hapa m mwezi wa ngapi? h mwezi wa nne hivi au watatu ndo alihamia hapa, kwa sababu hii nyumba ilikuwa inauzwa na wao. anaishi na nani? anaishi mke wake na mtoto wake basi. Mm. Na, ka, na mdogo wake sijui ndo kaka yake ndo anaishi naye hapa mm. e, walikuwa wawili hao waliovaa kipolisi ndo walikuwa na silaha, tuliambiwa ingeni ndani mm. Yeah. Vijana hao wawili Joseph Mrindoko pamoja na Jackson Kabalo wanaounda kundi la Wachokonozi wamejichukulia maarufu kwenye mitandao ya kijamii kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakizungumza masuala mbalimbali kwenye mtandao huo. Mpaka hivi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa yeyote kuhusiana na tukio hilo, lakini IOTV pamoja na Milad.com tutaendelea kuwafuatilia ili kuweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo. Ripoti za IOTV pamoja na Milad.com hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.